Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda. Nimekuja na mada nyingine ya kujadilia, tuweze kujadilia hatua muhimu za kujitambua. Leo tunaongelea hatua muhimu za kujitambua. Kumbuka, vipindi vya nyuma tumeweza kueleza kwa upana nini maana ya kujitambua na nini faida au umuhimu wa kujitambua. Baada ya hapo tuka eleza jinsi ya kujitambua, tukaangalia jinsi gani mtu anaweza kujitambua, na hii ni kama sehemu endelevu ya ile jinsi ya kujitambua, ila hapa sasa tunaeleza kwa upana zaidi hatua muhimu za kujitambua. Hatua muhimu za kujitambua, kaa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, usiende mbali. Kujitambua ni mchakato wa kuelewa wewe ni nani kwa undani zaidi, kuelewa tabia zako, hisia zako, uwezo wako, udhaifu wako, thamani yako, na malengo yako maishani. Kwa hivyo ukishaelewa hayo yote, hayo yote ni msingi muhimu wa ukuaji binafsi wa wewe kukomaa, viwango, kufikia hatua za kujiamini na kufanya maamuzi bora au maamuzi sahihi kwenye maisha. Tunaingia moja kwa moja kuanza kueleza hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza kabisa ni jitazame kwa ndani, jitazame kwa ndani, tafakari binafsi. Hiyo jitazame kwa ndani inaitwa tafakari binafsi. Katika kujitafakari, self assessment, katika kujitafakari binafsi lazima uwe na uwezo wa kujiuliza maswali. Uwe na uwezo wa kujiuliza maswali. Maswali unayotakiwa kujiuliza katika ule mchakato wa kujitafakari wa kujitazama ndani, swali la kwanza, mimi ni nani? Ukishajiuliza mimi ni nani, chukua muda kujibu hilo swali ili uelewe kweli kama wewe ni nani. Hilo ni swali litakalokusaidia kuanza kujitazama ndani. Hilo swali linaweza likakuchukua hata wiki, hata wiki mbili, ili upate majibu yanayoelekeana na unavyojielewa wewe. Mimi ni nani? Swali la pili unajiuliza, napenda nini? Mimi kama mimi napenda nini huwa anapendaga nini? Kitu gani huwa anapendaga sana kwenye maisha? Lazima uwe na uwezo wa kujibu hilo swali ili uanze safari ya kujitambua. Unapenda nini katika kuhusiana na watu? Tunakuwa wasumbufu wakati mwingine, kwa nini? Kwa sababu hatuelewi tunachokipenda kwenye maisha, na wakati mwingine hatujijui sisi ni akina nani kwa sababu ukiwa mfupi na wanasema wewe kafupi, unakasirika, kwa sababu hujajibu swali la wewe ni nani. Wengine wanakuita mpaka kwa jina la kabila lako, unakasirika, kwa sababu hujajibu hilo swali la wewe ni nani. Sasa, katika uhusiano wa kawaida na watu, unaletewa hiki upendi, unaletewa kile upendi, una, wanakupendekezea hii aktiviti upendi ni kwa sababu hujajibu hilo swali la unapenda nini. Unapendaga nini kwenye maisha yako? Hilo ni swali lingine unaotakiwa kujiuliza katika kujitazama kwa ndani au kutafakari binafsi. Tafakari binafsi, self assessment. Swali lingine unalotakiwa kujiuliza Naogopa nini? Naogopa nini? Ni kitu gani nachokiogopa sana kwenye maisha? Je, ni wanyama? Kama ni wanyama, ni wanyama wa aina gani? Ni nyoka au ni ni mnyama gani? Au ni hali gani kwenye maisha inayoniogopesha zaidi? Ni kitu gani nachokiogopa sana kwenye maisha? Pia unachukua muda wa kujibu hilo swali. Hilo swali unaweza kulijibu kwa A, B Si. Yaani unaweza ukajibu kwa vitu vilivyo nje na wewe unavyoviogopa, unaweza ukajibu ile swali kwa vitu vya ndani vinavyokuogopesha na mazingira yanayokuzunguka au na hali za maisha. Kama kuna watu nimewahi kuongea nao, kitu wanachoogopa sana kwenye maisha ni kifo kwa hivyo kama ukiongea naye vitu vitakavyogusia maswala ya kufa, utakuwa umemwogopesha zaidi na kila alichonacho atatoa. Kuna mtu anaogopa mnyama na anakuwa spesifiki kwa mnyama fulani, kwa hivyo anafanya kila anavyoweza ili ajiepushe na huyo mnyama. Kwa hivyo ukijiuliza hilo swali, naogopa nini utakuwa umefikia hatua nyingine ya kuanza kutembea kwenye tafakari binafsi. Swali lingine ambalo ujiulize ni nini, unifanya nihisi furaha au huzuni? Jiulize hilo swali ukiwa peke yako, jiulize hilo swali kwa muda kabisa, ukijitafakari, ni kitu gani kinacholeta furaha ndani yako na ni kitu gani kinachopoteza furaha ndani yako? Ni nini kinachokufanya ujihisi furaha au ujihisi huzuni? Ukishaelewa kitu kinachokuletea furaha, unaanza kuongeza nguvu kwenye hicho kitu, na ukishaelewa kitu kinachokuletea huzuni, unaanza kupunguza nguvu kwenye hicho kitu. Ndiyo maana katika maisha tunahitaji huzuni na tunahitaji furaha. Hisia zote muhimu, lakini kikubwa tuwe na uwezo wa kujibu hilo swali la kwamba ni nini tunachokihitaji, tunacho ki, kinachofanya sisi tuwe na furaha. Hicho kitu kinaweza kuwa kinatokea ndani yetu, kinatutia huzuni. Pengine maneno tunayoyaongea na watu yanafanya yanatuletea ya ghadhabu na huzuni. Pengine maneno tunayoyaongea kwetu sisi wenyewe yanatuletea furaha pengine watu kadhaa kwenye maisha yetu wanatuletea furaha, pengine watu kadhaa kwenye maisha yetu wanatuletea huzuni. Unaanza kuangalia hatua itakayofuata baada ya kujibu hilo swali, ni nini kinachonihuzunisha sana haswa, na ni nini kinachonifurahisha sana haswa, au ni kitu gani kinachosababisha hizo hisia katika hiyo hatua ya kwanza ya, ku, ya kujitazama kwa ndani au tafakari binafsi, kuna swali lingine li utajiuliza, mimi nathamini nini zaidi kwenye maisha? Ni kitu gani ninachokiheshimu au ninachokiona cha thamani kwangu? Kuna watu wanathamini sana hela, kwa sababu wanaona hela zinawapatia urahisi wa kununua vitu wanavyotaka. Watu wanathamini pesa. Kuna watu wanathamini sana miili yao kuna watu wanathamini uhusiano, kuna watu wanathamini chakula. Kwa hivyo wewe lazima uwe na uwezo wa kujiuliza ni kitu gani unachokithamini sana kwenye maisha yako? Ukishajua hicho unaanza kupata uelewa wa wewe ni nani, ili kwamba mtu akileta porojo zake zisizohusiana na kitu unachokithamini basi unaziona porojo za kawaida na kuna watu niwaambie, pengine tutaongea kwenye eh, video zingine au kwenye mafundisho mengine. Kuna watu wanathamini sana dini, yaani mambo waliyofundishwa ambayo hayana hayana evidence, wanayawekea thamani sana kiasi kwamba ukiongea chochote kibaya kuhusiana na dini yao wanakereka zaidi, maanake dini yao ni muhimu kuliko wao wenyewe. Kwa hivyo ukishajua hivyo, kitu gani unachokiwekea thamani? Hata watu wakikibeza, na wewe umekiwekea thamani, hautaumia, utaendelea tu kukiwekea thamani yako kadri unavyojielewa. Kwa hivyo hatua ya kwanza hiyo, tumesema hatua muhimu za kujitambua, hatua ya kwanza ndiyo hiyo, kujitazama kwa ndani au tafakari binafsi. Na katika hiyo tafakari binafsi ndipo unaenda kujiuliza hayo maswali niliyokutajia swali la mimi ni nani? Napenda nini? Naogopa nini? Ni kitu gani hunifanya nihisi furaha au huzuni? Na ninathamini nini kwenye maisha yangu? Ukishajibu haya maswali matano utaanza kufanya hatua ya kwanza katika mchakato wa kujitambua. Hatua ya pili itakayokusaidia kwenye mchakato wa kujitambua, kama ulishaelewa hii hatua ya kwanza, hatua ya pili ni kwamba uandike hisia na mawazo yako, uwe na daftari la tafakari. Jaribu tu kama zoezi kwa muda mfupi ama mwezi mmoja, jaribu kuwa unaandika hisia na mawazo yako, mambo unayoyawaza weka chini vitu ambavyo vimekukasirisha, weka chini kwa muda, ufanye exercise, itakusaidia kufika hatua ya kuelekea kujitambua. Kuandika kila siku kuhusu mawazo na hisia zako kunaweza kukusaidia kuona mifumo fulani na kuelewa jinsi unavyobadilika au kukua. Kwa mfano, kuna jambo limetokea mchana, halikukufurahisha nyumbani kwako, uka uka, ukafanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Kwa hivyo ukikaa chini, unaandika mtu aliongea hivi na mimi nikajibu hivyo, unaandika chini. Baada ya siku mbili kuja kutazama, utaanza kuelewa ni mfumo gani unaokufanyaga wewe uongee vibaya na watu, kwa sababu ume, uli, uliweza kuandika hiyo reaction. Kuna mtu alikupigia simu akakwambia habari mbaya, ulijibu nini kwa yule mtu? Unaandika chini kuna mtu alikuletea zawadi ulijisikiaje? uli, uli unaandika chini. Kwa hivyo unapoenda kwenye hatua ya kujitambua, lazima uwe na uwezo wa kuandika hisia zako na mawazo yako, yaandike chini. Ukipata mawazo, hata kama una unatembea barabarani, uko kwenye daladala huko kwenye gari yako, ukipata mawazo na kama una fursa ya kuyaandika chini, andika maana uta, utashangaa baada ya muda kuja kuangalia yale uliyoyaandika. Kuna baadhi ya hayo mawazo ulimeshayafanyia yafanyia kazi na pengine umeyapuuzia, unapoenda kuyaangalia unayapata kwamba ni mambo yalikuwa mawazo mazuri sana. Kwa hivyo hatua nyingine inayokusaidia ni kwamba uandike hisia na mawazo yako, andika daftari la tafakari mambo unayoyafikiria mambo unayoyaona kwenye watu mambo unayoyawazia watu yote yaandika. Utakapoanza kuyarejelea utaanza kupata picha ya wewe unabadilikaje. Je, ni mifumo ipi katika maisha yako ya, ya inayokushawishi zaidi kwenye mabadiliko chanya au mabadiliko hasi? Utakapoanza kufanya hivyo utakuwa umeanza kwenda hatua ya pili ya kujitambua. Hiyo hatua ni hatua muhimu sana ya kuandika mawazo yako, maana unaweza kuandika wazo leo, katika kulirejelea ukapata fursa au ukapata motisha ya kuanza kulifuatilia hilo swali, lakini usipoandika unasahau. Maana tusiyoyaandika yanasahaulika kwa mapema, lakini yale tunayoyaandika chini yanabaki, maana tunaweza kuyarejelea, yanakuwa kama kumbukumbu kwetu ili tuweze kuwa na umuhimu au tu, tuwe na uwezo wa kujitambua zaidi. Kwa hivyo, hatua ya kwanza unapoanza kujitazama ndani na kujiuliza maswali kadhaa na kupata majibu yake, kujua wewe ni nani. Ukijiuliza wewe ni nani sio jina. Wewe kama wewe unajiona wewe ni nani? Ukiitwa, wakiitwa watu. Wewe utaitwa na kama utaitwa utaitwa kwenye kitengo gani? na ni kitu gani na ni mchango gani ulionao kwenye jamii. Ukishaanza kujibu hayo maswali, unaanza kuandika hisia zako na mawazo yako, maanake actions and reactions zako za kila siku, ili ukishakusanya mlolongo wa actions and reactions ya kila siku utaanza kupata picha kwamba hapa mm -mm, sikuongea vizuri hapa mm -mm, niliongea mm -mm. Unaanza kuona aibu kwa vitu vingine ulivyovifanya, labda vilitokana na hasira, labda vilitokana na hali yako ya huo wakati, wengine wanasema mood, ili uanze kuelewa how does your mood swings, kwenye chanya na hasi na ni vitu gani hasa, kulingana na lile swali la pale juu, ni vitu gani vinavyokuletea furaha na ni vitu gani vinavyokuletea huzuni? Ukishajua huu uwiano kati ya hivi vitu, unaanza kujua jinsi ya kuendana yaku navyo yakuati na kuriati. Hiyo ni hatua ya pili muhimu katika mchakato wa kujitambua. Hatua ya tatu muhimu katika mchakato wa kujitambua ni kupokea mrejesho kutoka kwa wengine. Kupokea mrejesho kutoka kwa wengine ili pia tuliliongelea kwenye jinsi ya kujitambua. Katika jinsi ya kujitambua tulisema lazima uwe tayari kupokea mrejesho. Kwenye hizi hatua muhimu za kujitambua hatua yake ya tatu uwe tayari kupokea mrejesho kutoka kwa wengine. Ninamaanisha nini? Rafiki au familia wanaweza kukuambia jinsi wanavyokuona wao, jambo ambalo linaweza kusaidia kuona mambo usiyojiambia mwenyewe, kama vile wanafunzi wa Yesu waliposema wa, mbona watu wanakuita Elia, wanakuita mmoja wa manabii, yeye pia akawauliza na nyinyi mnanihitaje? Ina maana lazima kuwe pia muda wa mtu kutaka kupata mrejesho kwa watu wanaomzunguka. Ni jambo lisilokuwa la kawaida kwa walio wengi kukubali kupokea mrejesho, na ndiyo sababu ukishazungukwa na watu wanaokupa mrejesho chanya tu, uko kwenye hatari, maana hawa watu watakuwa ni watu wapambe, wanaitwa wapambe, wanakusifusifu tu ili kwamba wafaidi kutoka kwako. Ukishawapa kisogo, wanaanza kuongea maneno yaliyo tofauti kabisa. Kwa hivyo, lazima uwe na watu wengine miongoni mwa rafiki zako ambao wanaweza kuwa na uhalisia wa mrejesho, manake watu honest ambao wana moyo ulio mweupe kukuambia jambo lisilokuwa sawa maana ni kwenye mambo yasiyokuwa sawa ndipo tuna fursa ya kubadilika, lakini yale yaliyo sawa tunapiga makofi na tunaendelea kuyatengeneza au kuyarudia. Ila yale mabaya ndiyo yatatusaidia kupata taswira nyingine. Ndio maana pale uliona nimesema taswira mpya ya maisha, kujitambua. Kwa hivyo lazima uzungukwe na marafiki, uzungukwe na jamaa uzungukwe na wanafamilia wa karibu ambao wako tayari kukuambia mabaya au kukupa mrejesho feedback, wakupe the other side of you ambayo wewe mwenyewe huionagi. Maana ni vitu unapenda, unatafunaga wakati mwingine, kwa mfano, unatafuna mwah, mwah, mwah, lakini kwa sababu unaenjoy kile chakula you don't pay attention, u, uchukui haumakiniki e, sana katika kuelewa jinsi unavyotafuna lakini, yule unayekula naye kila mara akikwambia, my friend, wakati unatafuna unafungua mdomo mpaka vyakula vingine vinaruka vina. Kwa hivyo jaribu kurekebisha swala la kutafuna, ila wengi kwa sababu hawana vifua vya kupokea mrejesho, akishapewa mrejesho wa kwanza anakorogana na mtu aliyempa mrejesho wana, wa, wa, wanagombana. Wakishagombana, yule mtu ni kama umemwekea zip kwenye mdomo, hawezi kukuambia jambo lingine tena, na huyo huyo mtu ataambia wengi, atawatahadharisha wengine wasiendelee kupa mrejesho hasi. Matokeo yake utakuwa hujijui kabisa, upande wa nyuma huku utakuwa huoni, kwa maana ukichukua kioo, kioo unajiona mbele tu sasa utawezaje kuona yaliyo nyuma? Lazima kuwe mtu huku nyuma ambaye atakuhangalilia. Na sasa kama ameona kitu kibaya, lazima akwambie. Na akikiona kule nyuma na wewe hukioni, usiwe mwepesi wa hasira, kubali kwanza, kwa sababu yeye ndiye aliye na uwezo wa kukuonea nyuma. Wewe mwenyewe huna huo uwe uwezo, kubali kwanza ili baadaye uanze kufuatilia kuona kama ni kweli. Ukishakubali ndio utapata nafasi ya kufuatilia. Ukishakataa umefunga mchakato wenyewe wa kufuatilia, zoezi lote linafungwa kuanzia hapo. Kwa hivyo kupokea mrejesho ni hatua ya tatu itakayokusaidia kutembea kwenye hiyo safari ya kujitambua. Ni hatua muhimu sana, ni hatua kabisa, is another step ambayo itakupa nguvu zaidi kuelewa yale usio yaelewa. Maana una maswali umejiuliza, una vile unavyojiona wewe ni nani, lakini kumbe kuna mtu pale nyuma, yeye pia ana vile anavyokuona wewe ni nani. Kwa hivyo ukichukua yake na haya yako kichanga pamoja, unajielewa zaidi. Kuna mtu anakuja tu kwako, anakwambia hey, jambo bosi. Wewe unaanza kumwambia ah, mi sio bosi bwana. Wewe hujui kwa nini yeye kakuita bosi. Maanake yeye anavyokuona, anakuona kama bosi, ila wewe hujioni. Hiyo hiyo kwaliti wewe hujaiona ndani yako. Na wakati mwengine mtu anakuja na jina la kawaida, ila wengi wanakuja na majina kubwa kubwa lakini akisha kuita hivyo, muangalie usoni, angalia uso wake vizuri, angalia uso vizuri, uone kama uso unaambatana na maneno yake, kwa sababu wengine wanaongea hivyo katika hali ya unafiki. Na kwa sababu wewe unajua wewe ni nani na uko tayari kupokea mrejesho, basi pokea, anza kuuchuja ule mrejesho ulioletewa hapo utakuwa umeanza kutembea hatua nyingine ya kujitambua zaidi, na ikiwezekana wafuate hawa watu, waulize wakupe mrejesho kuhusiana na maswala fulani, fulani. Maana utakapoanza kuwauliza wengine watasema, uh, wewe ndugu yangu unakuwaga na hasira za karibu eh? Hapa usingefanya chochote ungeacha tu okay. Umechukua jambo pale oh Kumbe nakuaga na hasira za karibu, na wewe ulikuwa hujui yeye anavyokuona na kuona wewe ni mtu wa hasira za karibu, na wewe kumbe ulikuwa hujioni hivyo. So unachukua hali nyingine unaiongeza, nitafanyaje kupambana na hii hasira, hii isiwe ya karibu, iwe, iwe, iwe inare, inakuja kwa baada ya muda Pengine ni kwa sababu najibu haraka nikishaambiwa jambo, au pengine naanza kufanya hatua zisizowezekana kwa muda mfupi. Unapata fursa tena ya kurudi kwenye hatua ya pili ile tuliyosema, unaanza kuandika hisia. Rejelea kitabu chako, angalie hisia ulizozifanya kama zilitokana na hasira. Ukishaona mbili tatu zilitokana na hasira na ilikuwa ni baada ya dakika kadhaa tu, umegombezwa, ume unapata picha nyingine ya kusema ah, okay. Kumbe yale aliyoyasema bwana James, ni kweli. Hiyo ni hatua muhimu ya tatu kwenye mchakato wa kujitambua: pokea mrejesho. Hatua ya nne muhimu katika mchakato wa kujitambua ni kufahamu thamani yako kufahamu thamani yako. Ukishakuwa na uwezo wa kujiangalia ndani na uwezo wa kuandika hisia zako na mawazo yako, na pia una uwezo wa kupokea mrejesho kutoka kwa watu wengine, hatua ya nne, lazima uwe na uwezo wa kuelewa thamani yako. Thamani yako, elewa misingi unayoishi nayo, na hiyo misingi inaweza kuwa kama vile uaminifu, huruma, bidii E, uadilifu e, utu wema, fadhili, kiasi na mambo kama hayo. Ni jinsi gani unavyoleta mchango kwenye jamii? Wewe una thamani gani? Wewe una thamani gani kwako wewe binafsi, kwenye familia yako, kwenye jamaa lako, na kwenye jamii kwa ujumla? Ukishafanya hivyo, hii itasaidia kufanya maamuzi yanayolingana na utu wako wa ndani. Kwa hivyo, maamuzi mengine usiyafanye ili kuwafurahisha wale unao uhusiana e, nao, bali unafanya maamuzi yatakayoleta pia faida kwako, maana unajua thamani yako ni ipi. Wewe una thamani gani kwenye jamii? Maana kuna maamuzi mengine unaweza kuyafanya yakakuharibia thamani yako. Maamuzi mengine yanaweza kuwa ya kupata hela nyingi za pamoja, lakini yamekupeleka kuharibu thamani yako. Yaani thamani hapa ni kama sifa, unajijengea sifa gani kwenye jamii? Ukishaanza kufahamu kwamba kuna vitu unavyovifanya kutoka moyoni kama, kama uaminifu, maanake unaweza ukafanya kazi bila kuwekewa kamera na ukaimaliza unaweza ukatumwa uka, upeleke ujumbe na ukaufikisha ulivyo, manake una, una uaminifu. Je, una huruma? Unaweza kuwahurumia watu ambao wanateseka? kama haitoki ndani basi. Na kuna huruma nyingine ambayo watu kama mimi, kwa mfano, mimi hata kuona eh, mtu E, ameumia wakati mwengine, nashindwa kutengeneza kidonda, nikiona hata sehemu wanafanya kupiga watu fimbo. Mimi yani, kuna hizi video zinazotembeaga watu wanauana Kongo, unakuta mtu anakutumia hiyo, unaona mtu anachinja mwengine, si, siangaliagi hizo, hizo video kwa sababu huruma yangu iko tofauti sana kiasi kwamba hata kusoma e, udaktari medicine siwezi kwa sababu kuna vitu nitasoma huko na sitawahi kuvifanya. Kwa nini? Ninajitambua, natambua levo yangu ya huruma kwenye iko, na ni jinsi gani ninaweza kufanya maamuzi yaendane ya na levo yangu ya huruma. Kama mimi sina uwezo wa kudunga watu masindano au kuangalia mtu akifanyiwa upasuaji, naenda kusomea hizo vitu kwa nini, wakati havitaendana na thamani yangu? Manake na vitu ninavyoishi ninavyo, mimi. Kwa hivyo kujijua katika hatua ya kuelewa thamani yako kunakupa fursa ya kuanza kutengeneza miundo mbinu ya maisha itakayokusaidia zaidi hapo mbeleni. Ina maana unaelewa misingi unayoishi nayo mpaka kiasi kwamba watu wanajua mm -mm, hii hela mpe fulani ya hifadhi. Kwa sababu gani? Wanaelewa misingi unayoishi nayo kwamba wee ni mwaminifu kwenye masuala hayo wanajua mm -mm, ili swala la kutuwakilisha pale atakayeongea, mpe fulani. Wanaelewa wewe una thamani gani kwenye ile ile jamii hiyo. Ni hatua ya nne itakayokusaidia kutembea kwenye mchakato wa kujitambua.